Karibuni darasani. Leo tutafunga lemba la zigzaga kama hii ambayo unaiona. Mimi ni Farida Othman. Kwanza inabidi uwe na vitambaa viwili tofauti. Yaani kitambaa chembamba kama hiki ambacho unakiona, rangi ya kwanza hii hapa ni chembamba. Nitakwenda kukifunga nusu. Umeona kama upande huu nimeacha wazi, lakini upande huu nime nimefunga kitambaa changu. Upande wa nyuma unaweza kufunga fundo kama hivi ambavyo nami nimefunga fundo. Alafu Nitaenda kuzungusha sasa, nitakuwa napandishia mapindo. Kwa hiyo nitapandisha pindo la kwanza. Kitambaa changu ni chembamba ni kama robo, robo mita pia yenyewe haifiki. Yani, kama robo mita unaweza kuigawa tena hata mara mbili mara tatu. Yani, ni kidogo sana lakini ni kirefu. Kwa hiyo hakikisha kwamba kitambaa kinakuwa kirefu kama hivi ambavyo unaona. Ukiangalia, nimezungusha pindo la kwanza, pindo la pili, hili ni la tatu. Kama kitambaa ni kirefu kwa kitazunguka mara nyingi zaidi. Lemba langu mimi ni zigzaga, lakini upande wa mbele linakuwa kama lina v. Kwa ile v naipataje? Nitakwenda kutumia kitambaa kingine. Nilikwambia tuwe na vitambaa rangi mbili tofauti, sawa. Kitambaa kimoja, vyote viwili ni vidogo kama hivi ambavyo mmeona, alafu. Baada ya kupata v, nitakwenda kutumia kitambaa kingine hichi hapa. Hichi ni kitambaa cha pili, kwa angalia rangi ambazo zinaendania sawa hivi tutakwenda kuigawa ile v sasa upande wa mbele hivi. Nitafunga, tena fundo upande wa nyuma. Wakati naenda kutengeneza sasa v nyingine hapa kama ambavyo nilifunga kile kitambaa cha kwanza, naomba nikukumbushe, jina langu ni Farida Othman, na tunawakaribisha sana katika chuo chetu cha urembo na ususi. Tunafundisha mambo yote ya saluni. Uzuri ni kwamba sisi chuo chetu kimesajiliwa, tunafundisha mambo yote yanayohusiana na saluni. Yani saluni kwa ujumla Kusuka, kuosha, kuseti, kupamba maharusi, kufanya facial, kufanya vitu vingi vya saloni, mambo yote ya saloni. Ada yetu ni shilingi laki tatu mpaka laki sita kwa wale ambao mnatokea mikoani, hosteli zipo, ni shilingi laki moja. Namba ni hizo ambazo naona kwenye screen, sawa sawa. Baada ya kuweka mapindo ya line ya kitambaa changu cha pili, kitakachofuata sasa, nitakwenda kuangalia sasa katika vitambaa vyangu hivi viwili, je, niweke rangi gani kubwa kwa ajili ya kumalizia upande wa nyuma? Kwa mimi nitatumia rangi nyekundu, kwa sababu naona kama rangi nyekundu ni rangi ambayo inani, itafanya kilemba changu kikae vizuri zaidi. Kwa hiyo unaweza ukatumia vitambaa vidogo vidogo kama hivyo, au ukatumia kitambaa kikubwa hata nusu mita, lakini kama ndo unaanza, vyema ukatumia vitambaa vidogo vidogo, kwa sababu kuna mtu mwingine unakuta mm, kitambaa kikubwa labda mimi kinani, kinanichosha sawa Kwao ninachokifanya hapa, nimeenda nimetumia rangi nyingine nyekundu kitambaa kidogo, alafu nitarudi tena kutumia rangi nyingine hii ambayo ni si, sijui, sijui rangi vizuri, lakini ukiangalia rangi hii nyingine ina maanisha ukiachana na hii nyekundu, sawa, kidogo, kidogo, vitambaa vile unavichukua, unavikatakata. Yani kitambaa robo mita unaweza kukata mara nne ndio utakuwa na uwezo wa kupata muonekano kama huko. Nitaendelea kuweka mapindo yangu ukiwa na kufunga kilemba kama hivi, kwa mfano upande huu wa rangi nyekundu, rangi hii nyingine haionekani, nimeficha kabisa katikati pale. Tumeenda tumepata kama v, tumepata kama zigzaga. Hakuna ugumu wowote, ni ubunifu tu na kuifanya kazi iwe rahisi. Kwa nini natumia vitambaa vidogo vidogo? kwa sababu nikienda kutumia mavitambaa makubwa yale, mwisho wa siku, kwa wewe ambaye unajifunza, hautofanya kazi ambayo ni perfect. Sawa so, eh? hautofanya kazi ambayo ni ni nzuri, tunaelewana sawa, wapenzi wangu. Kitambaa changu kikubwa kama hichi ni cha kwenda kuki kukifunga upande wa nyuma hapa. Una uwezo wa kufunga fundo, una uwezo wa kubana na, na pini, una uwezo wa kushona, una uwezo wa kufanya chochote, lakini li mradi kilemba kiwe kiwe kigumu, yani kilemba kishikike vizuri Sawa, kilemba kikaze vizuri. Utapanga mapindo yangu kama hivi, nitapanga taratibu, bila haraka ya aina yoyote ile. Theni baada ya hapo, Nitakwenda kuonyesha ile final touch. Na nakumbusha jamani, kwa wale wanahitaji kujiunga na magrupu yetu, wanahitaji kujifunza zaidi, wanahitaji kuingia katika magrupu yetu ya WhatsApp, unachotakiwa kufanya ni usa button nyekundu iliyoandikwa subscribe hapo chini. Baada ya kusubscribe, nitumie screenshot kwenye namba ambayo unaona kwenye screen, nitakuongeza kwenye magrupu, itakuwa ni bure kabisa. Umefunga, umejisomea kilemba kama hivi, unatakiwa ufanye mazoezi, fanya mazoezi, tuma mrejesho wako kwenye magrupu yetu tutakwenda kukurekebisha sawasawa sawa. Una swali una, una chochote kuhusiana kujiunga na chuo pia tunakukaribisha. Namba zetu ni hizo ambazo unaona kwenye skrini. Chuo chetu kipo Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Mafunzo na huduma zetu sisi ni za uhakika, sawa sawa. Kwa hiyo tunawakaribisha sana sana sana mweze kujifunza na sisi, sawa. Umana ninachokifanya okay, kupanga mapindo yako vizuri, yaani unapopanga mapindo vizuri unayabebanisha kuelekea upande wa juu, ukiaweka yarudi upande wa nyuma, haitokuwa na mwonekano ambao ni mzuri kwenye kufunga kilemba cha zigzag. Hivi angalia rangi, ambao moja imeng'aa, moja imekolea sana. Kwa mfano, ukifunga nyekundu kwa nyekundu, sawa, inaweza isi, hatutaweza kupata ile muonekano ambao ile zigzag ikaonekana vizuri japo kuna staili nyingine ambazo za kufunga lemba la rangi moja na likakaa vizuri. Sawa. Kwa baada ya kumalizia kitambaa changu ilikuwa ni kikubwa, ni kama mita moja na hivi. Naenda kukimalizia kilemba changu, huo ndio utakuwa muonekano wetu wa mwisho kwa siku hii ya leo. Kwa hiyo una mama yako, una dada yako, una shughuli, una kitchen party. Sio lazima kila siku tuende na malestrik. Malemba ni mazuri, unafungwa vizuri, unapendeza. Lemba linakaza vizuri kiasi ambacho haliwezi kuliacha ukumbini. Sawa sawa. Mimi ni Farida Othman na endelea kujifunza nasi. Karibu sana uh, Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Tunaposema tunafundisha huwa tunamaanisha. Bye bye.